Shule yetu hii ya eh, John Paul the second ambayo eh, sisi tupo hapa na wenzetu wengine wameondoka, wamemaliza kidato cha nne wamehitimu, wakiwa wako wengine waliokuja kuanza. Kwa hiyo wali hata ninyi mliofika Mwani tunawakaribisha sana, ili ya kuweza kujipatia maarifa ya kimungu pia maarifa ya kidunia kwa sababu ili mwanadamu akamiliki, hatakiwa ha ajue kitu kimoja, amjue Mungu, lakini pia ajue mazingira, ili ya mazingira haya aweze kakiyatumia vizuri, mazingira naweza akaneemeka na kuweza kujipatia maisha mazuri akitumia vibaya mazingira anaweza akapata akaishi mazi, maisha magumu. Kwa hiyo nimekuja kujifunza mambo ya kimungu, lakini pia kujifunza mambo ya elimu dunia, ili hiyo iwasaidie kuweza kuishi eh, vizuri, kupata elimu na wakaribisha sana, lakini kama tivoono E, sema mambo hayo yote ni ya kwetu kwanza. Tunashukuru, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ayi, ndio aliyetuwezesha tuweze kufanya hayo yote. Lakini basi, tunaposhukuru tunashukuru pia kwa shule pamoja na timu yake kwa kuweza kuhakikisha mazingira yamekuwa mazuri mpaka akaweza kufikia hatua hii nzuri e, maana na imani upo upright kichwani uko vizuri, lakini haitoshi kuwa vizuri mazingira. Hiyo mazingira ndio yanayoweza kukufanya ukae vizuri. Ukiwa una uhakika wa chakula, una uhakika wa mahitaji mengine yote, basi unakuwa na amani. Kwa hiyo mazingira yenu ndio wameandaa vizuri, kwamba sasa ukifika hapa ni kusoma tu, e, si kuanza kufikiria leo nitakula nini, leo nitafanya nini? Hapana. Tunawashukuru ninyi ninyi, walezi wa wote wanaohusika katika kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Maana toka mmeanza sasa kusoma hapa, kama sijasahau, nadhani cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ni kidato cha nne cha tatu cha nne ni mara <coughs> maranga ya tatu ya nne nadhani ya nne ya tatu au ya, no, ya, ya tano. Wote walioanza hapa toka walivyoanza kidato cha nne cha kwanza walifanya vizuri na sasa hivi nazidi kufanya vizuri zaidi, maana mwaka huu naona umekata wani wote kasoro mmoja. Ai, naona juhudi ya mwalimu hapa anataka aondoe wote mliokuwa mnataka wote wapate wani na sio wani tu, wani nzuri, au si? Una siku hizo usiempata wani na usiempata au si, haitoshi kupata wani au si? Ni wani zile za sabasaba, koenu washure besana, tamani ungepata hivi, na inawezekana, au si? Kwahiyo tunawapongeza sana kwa kuweza kuperform zuri mwaka huu, mnaendelea kung'aa zaidi naendeea kuifanya Nyamahana iweze kusikika, maana watu wa hawaijui sana Nyamaana hii wanasema s ni wapi? asa ipo Nyamahana. Nyamahana ni waki jina hivi a ai nanyamaana inawaza kujulikana kwa sababu ya sio Nyamaana tunajulikana hata e... Kidamari maana e ukatika kaokia Kidamari, au sio? Ayu, kwa hiyo Kidamari naye nasikia kwamba Kidamari kuna shughuli kuu, mtoto wanafanya vizuri, mefanya hata Kidamari weze kung'aa zaiahio. Nashukuru kakuiheshimisha kwa kufanya vizuri. Ahiyo basi, na imani mtafanya vizuri zaidi, sio jamani? Na imani hamtawaangusha wengine. Wenzenu wamewatengenezea mazingira mazuri, sasa msije mkawarudisha nyuma kwa sababu

hapa linaongelea habari za jemedali eh, mkuu wa aliyekuwa eh, na wasiria eh, tungesema au yule jemedali eh, wa Siria ambaye alikuwa na shida kubwa ya ukoma wake, au jemedali wa washami huko, ndo huyo ame alikuwa na shida kubwa sana ya ukoma, ambao ukoma huu ulimsumbua na alitafuta dawa katika mazingira mbalimbali, kama ilivyo mtu ukiwa na ugua ugonjwa, unahangaika na yeye alihangaika, na alikuwa tayari kutumia gharama yote ili aweze kupona, lakini e, hakupata bahati ya maana, mtu mano akuwa na ugonjwa, hela unayo, lakini wale wanaoweza kutibwa hawapo. Kando ilikuwa imetokea hivyo kwa huyu Naamani, huyu jemedari kwa mfalme e, wa, wa Shamu. Kwa hiyo alishindwa kupata kupata tiba ya ugonjwa wake kwa sababu ya kukosekana matabibu. Alienda sehemu mbalimbali, hangaika huku na huku, hamuna. Siku moja kadokezwa kwamba ungeenda Israeli, kule kuna mtu fulani anaweza akakutolea shida yako na ukaendelea kuinjoyi maisha e, maisha yakaenda vizuri. Basi aliposikia hizi habari, basi akatafuta namna ya kumuona huyo mtu, na akamuuliza yule mfalme wa Israeli, mfalme wa kule, maana yeye alikuwa anamhudumia mfalme, alikuwa anapokaa kwa mfalme wa Shamu, kasa nimwambie mfalme wa Israeli ila mponye mtumishi wangu lakini basi yule alikuwa ajui yu vizuri taarifa hizi kwamba kuna mtu anaweza akamsaidia, basi ye akataama kwamba, kwani unaniambia mi nije nikuponye ugonjwa mi nimekuwa Mungu mi we nileta ugonjwa? Lakini alivyozisikia Elisha kasema ishu hiyo mi naiweza, maana Elisha huyo alikuwa nabii wa Mungu na huyu ndo aliyekuwa na uwezo so, wa kumponya huu ugonjwa. Kasema huyo mtu mkamwambia na cha ajabu alichosema, hakusema waonane ana kwa ana. Aa, kasema mumpe tu tu mashiriki, akifanya hivi atapona, mambo yake yatakuwa mazuri na nyama yake itang'aa kama ya mtoto mchanga. Unajua mtu ukiwa mwili mdogo mdogo mdogo, mwili unakuwa unang'aa, hauna makunyanzi nini, hauna makovu kovu ya nini. Kwa hiyo mwili utakuwa soft kabisa. Amesema we sasa, chakumwambia aende wapi?

Si mbona kama hajanijali haja unani na nami mwenyewe tuongee, nimpe hata historia ya shida yenyewe, nimehangaika wapi na wapi. Lakini kufanya hivyo, kufanya hivyo sasa, alituma tu na yeye watumishi, nenda kamwambia, akakuuzia akasema, mbona hajanichukulia hata hajasema a ajaniguse kwenye shida yenyewe t akasema, kwe niende tu nikajichoge, kweli habari gani wale watumishi wake wakamwambia, we bwana, usiwe mbishi, wewe fanye kama alivyokuambia. Akikwambia ufanye jambo kubwa zaidi usifanye? We unakuwa mbishi nini? Ndipo hapo akati akaenda kujichovya mara saba kwenye mto Yordani, na kama alivyomwambia, nyama yake ikawa kama nyama mtoto, nyama yake ile, shida yote. Maana kwa kawaida ukoma unakufanya mtu hata yaani yani huwezi ukawa tena kama uli mwonekano kama ulivyo, maana mda kani vidole vinakatika katika, au kunakuwa na makokuvu au kunakuwa na vitu ambavyo sio vya kawaida mwilini. Lakini kweli alipoenda kule mambo kaa mazuri, kaa mazuri kabisa, akafurahi mno mno, kwamba kuna nilihangaika sana, sijawahi pata hii, sijawahi pata msaada kama huo, na akasema basi mimi umenifanyia mambo makubwa, nikupe chochote zawadi kwa kazi uliyofanya. yu Elisha kasema mi sihitaji kupewa zawadi yoyote, au sihitaji malipo. mi nimekusaidia tu, na kwanza aliyekuponya sio mimi, ni Mungu wa Israeli aliyekuponya. Mungu wa Israeli aliyekuponya. Kwa hiyo basi, alivyosema, alishangaa, alishangaa sana. Lakini eh, alikuwa na mtumishi mmoja anaitwa Gehazi. Huyu mtumishi Gehazi alikuwa mtumishi wa nani? Wa nani? Wa wa Elisha. Hmm. Alienda kwa nyuma akasema, bwana amesema zile hela nije nichukue. Kama tamaa hizi. Sasa sasa, uta mgonya hapa, anataka ampe mshiko. Ampe mazahabu, ampe kile anachotaka. Hadi amemwachia hivi. Hili dili mimi lazima nilichukue hili. Ndipo hapo kaenda, akachukua ile nani. Anasema, ah, bwana mkubwa amesema nije nichukue ile nani. Akaenda kuchukua. Lakini alipochukua we isha wewe. Mimi nimemponya bure, alafu wewe umesema tena umerudi umechafua jina langu. Naonekana mimi najipinga. Nimemwambia kule alafu tazoe tena au unaanza kuchukua tena madhahabu nachukua vitu kwa. Sasa ukoma huu wote utakurudia wewe. Kwa hiyo ukoma wanama, wa Naama uliingia kwa wagea. Bora. Uliingia kwa. Eh? Yeah, ali, ukoma ule wote ulihamia kwa kipindi uli chote sababu ya tamaa tamaa lakini nasema sasa nitafanya nini, jamani, nitafanya nini, nini. Ila alichofanya kikubwa alisema sasa, kwa kuwa nimeponywa hivi, unajua nimehangaika nime, sana kumtafuta Mungu na nilikuwa nafikiri Mungu wa kweli pengine anapatikana kwa mababu zangu huko. Kuanzia leo unajua kwamba hakuna Mungu sehemu nyingine zaidi ya huyu Israeli. Kwa hiyo ilimsaidia pia kupata si tu uponyaji, ila nikata ukovu kwa sababu alianza sasa kuweza Eh, kumwabudu Mungu wa Israeli kutoka siku hiyo, kwahiyo aliai atoe kitu chochote kwa sababu ya i jambo kuwa liofanyiwa Mungu alimfanyia jambo kubwa kabisa kikubwa okay. hapa nachosungushwa kwamba kuwe na shukurani tunavyotendewa mambo mazuri na yoyote na Mungu ana yoyote, tuwe na shukurani. Kwa hiyo hapa huyu nama nameonyesha shukurani kwa jambo kubwa kabisa aliotendewa <coughs> na shukurani yake imemfanya pia asiponywe tu kimwili, lakini kiroho. Maana alianza alianza kumwabudu Mungu, alimpata Mungu wa kweli, na Mungu huyo anapatikana siku nyingine ni kwa Israeli peke yake. Tukiingia kwenye Injili, tunaona pia hapa Maria anamshukuru Mwenyezi Mungu na anamtukuza, anampa Mungu sifa kwa mambo aliyotendewa. Sababu huyu Maria hapa alikuwa ni yule aliyetokewa na malaika Gabriel, akasema pata i na kuzaa mtoto, mm. Na hii mimba itakuwa si kwa, kwa kwa namna ya kawaida ila kwa uwezo wa Roho. Kwa hiyo mm, alipewa taarifa na malaika Gabriel, abaaa basi alipouliza maswali ya msingi baada bwana hiyo kama

kuchukua na hata maji waange kunywa. bana kifanikiwa kidogo, naingia kiburi, kinaingia majivuno yanaingia hayo ya. Kwa hivyo kwa hiyo anatukumbusha pia tunapofanikiwa au ndio faulu somo fulani au ndio fanya vizuri, usiwe na kiburi. Ukiwa na kiburi, hutafanikiwa. Yaani mshukuru Mungu, mshukuru na wale wote waliokusaidia, na kwa sababu hata hicho ulicho nacho sio cha kwako, Mungu alikupa nakuwa ni kwa uguzi kuweza huwa na, na kiburi. Maria hakuwa na kiburi ko, tuwache kiburi tuwe watu ambao ni msaada kwa wengine. Ukiwa na kitu fulani, wasaidie wenzako kama Maria alivyofanya. Maana Maria alipokwezwa alienda kumsaidia, alienda kumsaidia Elizabeti, akujaa kiburi yani kadiri Mungu alivyomkweza yee, ndio alizidi kuwa mnyenyekevu zaidi na we ukiwa na mambo mazuri mengi halafu kawa mnyenyekevu, utapendwa na watu wote na utakuwa ni faraja kwa wengine. Kumbe ukiwa na vitu vizuri halafu kawa na kiburi au kawa na majivuno, inakuwa haisaidi hai wala sio baraka, sio baraka kwako wala kwa wengine. Ko we, Maria anatufundisha tuwe watu, tuwe watu wa nyenyekevu, tuwe watu wa shukurani, tuwe watu w wa, eh tuwe watu ambao hatupendi kujikweza. Tuwe watu ambao tujitafutie makuu. Kwa Maria naimba huu wimbo, wimbo mzuri sana, wimbo wa unyenyekevu, wimbo wa sifa kwa Mwenyezi Mungu, kwa makuu aliyomtendea. Kwa hiyo hata akiwa na nini akuea, kuna sababu ya, ya kujivuna, kwa sababu anajua ni Mungu aliyeniwezesha kufanya hayo yote. Amesema, kwa kuwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu. Kwa hiyo kama alivyosema Maria, kama endapo wewe una kitu chochote unakiweza, unasema ni Mungu aliye nitegea, sio mimi, kwa sababu angeweza kumpa hata mwingine, sio kama mi ninacho hiki, sio. Sina sababu, kwa sababu hata mi nivuta tu ninacho, sio kwamba nina sababu ya kujidai. Basi mi amenipa ili niwe niwe msaada kwa wengine. Yani kama wewe unaona Mungu amekupa kitu hicho, kitu kusaidia wengine, hicho ndio kitu kizuri, na Maria alifanya hivo. Nadhani na sisi tunafanikiwa kwa sababu ya hiyo, tukiwa na kitu tunasaidiana. Tukiwa na natihyo zuri, una kitu fulani umekiona kizuri, hujifichi au engi kunani huengi kusomea kusoma, au unaenda kujitenga na wenzako ili wasikione tu? Hapana, hapo sio. Kwa hiyo sisi tuweze kuwa na shukrani zaidi, na itasaidia sana katika kusoma kwetu kuendelea tuendelee kuwa tunawapenda watu wote okay. Sio kwamba leo hii umesoma mefaulu vizuri, kwa hiyo wewe wewe ni wa watu wa matawi fulani. Kwao akuasa ujifunze unyenyekevu, na katika elimu yetu tunayopata mara nyingi hapa itatusaidia sana kama tutakuwa watu ama tutaheshimu watu na tumuheshimu kila mtu aliyesoma na ambaye hajasoma, yoyote tukakutana naye, hapo elimu yetu itakuwa tkmbaaanama na mara nyingi mtu ukishakuwa umefanikiwa, halafu ukawa na kiburi, utaishia tu kufanikiwa darasani, pengine maisha hujafanikiwa, kwa sababu kufanikiwa darasani ni kitu kingine, kufanikiwa maisha tena ni kitu kingine, na huwezi ukafanikiwa maisha bila kuhusiana na watu vizuri. Kwa hiyo ukiwa umefanikiwa darasani na ukahusiana vizuri na wengine, utafanikiwa zaidi, ila ukifanikiwa darasani ukashindwa mahusiano utakuta unabaki pale pale, au unabaki peke yako. Kumbe sasa elimu hiyo kusaidie kuweza ku kuwa mtu bora zaidi, kutumika zaidi, na ujue kwamba unapokuwa na nadisi unadaiwa zaidi. Uwe mtumishi kama Maria alivyosema ni mtumishi wa Bwana, naiwo kangu kama ulivyosema. Mi naendelea kuwashukuru, najua hapa hampati tu masomo, kuna sehemu ngi anapata masomo lakini pengine wapati malezi bora ni hapa kila kitu tunapewa malezi bora, masomo hey, mambo ya, ya imani pia nafundishwa. Kwa hiyo ni bahati ya pekee, yote hayo mnayo. Kwa hiyo ndio maana mtumie fursa hii vizuri, usitoke kama ulivyo. Kama ulikuwa hujabatizwa si siku hizi nabatiza hapa, kwa hiyo unaweza kusoma mafundisho. Wengine mwaka jana walibatizwa, wameenda wameendakaamebatiza mwaka jana tulibatiza hapa wale ambao um, mlikuwa mjasoma mafundisho msome hata mafundisho ii usitoke, tuap naka mpagani hapa, ukiwa kweli umemjua Mungu vizuri ukiwa kwa kichwani na katika mambo. Kwa hiyo uko umebadilika. Kwa hiyo tunawashukuru sana, tunaendelea kuwaombea, tunawakaribisha hawa e, wadogo zetu ambao ni zaidi ya mia moja wamefika hapa, na tunaendelea kuwashukuru na watu wengine pia waweze kuona mazingira mazuri, hata hali ya hewa tu hapa. Mnasikia sia vindegendege, hakuna disturbance nyingi, na kuna magari gari la kwa mbali yanayoenda kwa Wachina hayo yanayoenda national park hapo pale. Kuna utulivu au si? Mnaweza kusoma vizuri. Kwa hiyo mazingira yanawashawishi. Sisi hapa tumekuja kwa kazi moja kusoma au si? Basi tunawaombea ili muwe na mafanikio katika mwaka huu na mweze kweli kufikia malengo. Tumsifie Yesu Kristo.